Ipo kauli iliyotolewa na waziri mkuu Kasim Majaliwa akiwa ziarani mkoani Tabora Machi kumi na mbili iliyogonga vichwa vya wasomi na wananchi wa kawaida na kuleta mjadala katika mitandao ya kijamii, wengi wakijiuliza hili litawezekanaje? Hizi VETA tumezijenga ukasomee ufundi ukusaidie, siyo tu ya kijana wa darasa saba, hata uliyemaliza digrii uwe mtaalamu wa kompyuta. Nenda kajifunze kushona nguo, uwe nguo uwe fundi cherani nenda kajifunze ufundi umeme uwe fundi umeme. Kwa hata mwanafunzi wa chuo kikuu anaweza kuenda kusoma VETA. Kauli hii ya waziri mkuu ikawa kengele kwa Jasmine kuwa alichosomea kinaweza kumpeleka VETA kwenda kupata ujuzi mwingine wa ziada. Nikafaulu, nilikuwa mchipuo wa hgl. Baada ya hapo nikapangiwa chuo Mwalimu Nyerere, ambapo ndipo nimesoma shahada yangu ya kwanza po kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na tisa mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Muda sasa ya kuwa nimehitimu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, nimekaa aido, nilikuwa na actually nilikuwa najishughulisha na shughuli na ndogondogo, kuuza pochi, kuuza juisi, viatu, vitenge. Nimefanya wakati huo nilikuwa Dar es Salaam na ile iliyopo iliyokuwepo kwa kipindi hicho, nikaona hapana, inabidi nitoke niende sehemu nyingine nikaangalie mambo mengine. Jasmini, kauli ya waziri mkuu ilikuwa kama mwanga mpya wa matumaini na kuamua kubadili mwelekeo wa maisha yake na kuwekeza katika maarifa ya mikono. Baadaye ndo nakuja kusikia waziri mkuu anasema kwamba mnapomaliza digrii nendeni kwenye vyuo vya ufundi. Ile yani ile ikawa kama vile imenipa moyo, kasema naweza nikaenda hivyo. Nikaongea na familia yangu pale, mzee wangu akanisapoti, kasema nije nikaja na mimi ni mwanafunzi wa bweni kabisa, niko bweni na kwetu ni hapo tu karibu, lakini nimeamua kukaa hostel ili ni concentrate na kile ninachokifanya. Anasema kuwa elimu ya chuo kikuu si kikwazo. Anawasisitiza kuwa hakuna aibu yoyote kujiunga na VETA, ambapo wamewasii wenye shahada mbalimbali kwenda kusoma katika vyuo vya VETA ili kujipatia maarifa. Kwa kauli aliyoitoa waziri mkuu, kwangu mimi nilipokea kwa mtazamo chanya, japo kwa wengi waliipokea mtazamo hasi ikitokea hata sasa hizi. Namwambia mtu niliyesoma naye mwenzangu ambaye nilimwacha mtaani, namwambia sasa hizi niko VETA, yani ananiona kama vile napoteza muda, yani anaona umetoka degree unarudi VETA, una hela za kuchezea. Kuna mtu aliniambia, naona wewe hujachoka tu kusoma. Wahitimu wenzangu wa degree degree moja degree mbili na huko mtaani hauna kitu cha kufanya, njoo VETA upate kozi yako ya muda mfupi ambayo itakuwa na msaada kuliko sasa hizi hivi unavyopoteza muda. Nasra Saifu ni mwanafunzi wa darasa moja, anaeleza kuwa ujio wa Jasimini umeleta hali ya kujiamini kwa wanafunzi wengine. Mapokeo yangu kwake yalikuwa ni mazuri pia, ilishangaza sana kwa sababu hajivunii tunajifunza vitu vingi kutoka kwake. Pili, nilivyoitwa pale mapokezi, nikaenda kumpokea huyu binti, akawa ameniuliza maswali atapokelewaje darasani. Nikamwambia hamna, usiwe na wasiwasi, karibu. Kwa hiyo nikampa moyo, yani wa yani asijihisi kama yani atasoma na watu ambao maybe hawajaenda hata shule, kuna wengine ni drop out, kwa hivyo wanakutana na kila aina ya wanafunzi pale. Io, nashukuru sana wanafunzi wangu wanapoingia pale, anakuwa sawa na wenzake. Aliyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba wenye degree waende VETA, io hawa lakini vilevile yuko wa umeme, mwaka wa kwanza lengwani. Sisi tunaitafsiri kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa vitendo. Mhitimu huyo wa Chuo Kikuu cha Mwalimu Nyerere Jasmini Doris ni miongoni mwa wenye shahada mbalimbali za chuo kikuu waliojiunga na VETA katika fani mbalimbali mbali, ikiwa ni ishara mabadiliko katika fikira ya kuwa ujuzi wa mikono ukichanganywa na maarifa ya kitaaluma unaweza kuwa nguzo imara ya maendeleo binafsi na ya taifa. Kasisi Costa, habari wikendi Shinyanga.